Za swali moja la kichokozi ni vitu ambavyo kila nikikuweka kwenye njia yangu unajaribu kunitoa. Haiwezekani. Ya, siku ya jana mm. uh, Simba Sports Club walitakiwa wafanye mazoezi ya mwisho kuelekea mm. mchezo wa leo dhidi ya Singida mm. uh, Ch cha tofauti ni kwamba walichoenda kukifanya ni pitch feeling tu, hawakufanya mazoezi kabisa moja mm. uh, kati ya yeah. jambo ambalo ndiyo lilifanya mchezo wa dabi usichezwe mm. ni pamoja na hiyo kwamba Simba walizuia ku walizuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla kama ilivyotakwa lao la sheria kwamba wanaruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla. Kitu cha tofauti ni siku ya jana mm. hawajafanya mazoezi hawajaitumia hiyo nafasi ya kufanya mazoezi. Kwenye mchezo dhidi ya timu ya Mwanza, i think ilikuwa ni Pamba hapia kufanya Pamba walifanya, hawakufanya, hawakufanya, walizuiliwa. Tatizo liliibuka siku ya mchezo wa dagi, sijui nanielewa, napotaka twende. Majibu ambayo unayataka mimi ninayo, lakini siwezi kuja kuhusu mchezo majibu, mimi ninayo, lakini siwezi kujibu kwa sababu mm. yaani, kwa vyovyote vile mm. oo, wanajua sababu ya kutocheza huo mchezo. Mm. Wanaojua sababu sababu. Mm. Hizi timu zote mbili ukiachana hata na bodi sio shirikisho. Hizi timu zote mbili wanajua sababu gani ambazo mm. zimewafanya wao wasicheze huo mchezo. Mengine mm. unajua Elias. Sema <laughs> tu unataka kunisagizia mimi ndio <laughs> niaseme. Hapana. E. <laughs> <laughs> Twende kwenye mchezo wa leo Simba Sports Club mm. wanaalikwa na Singida Black Stars. Kucheza na timu ambayo mmetoka kucheza nayo mm. zaidi chini ya masaa <laughs> 72. Kiufundi kitu gani kinabadilika? mabadiliko kwanza ya wachezaji mm. yanaweza kutokea mm. kwa asilimia kubwa sana mm. tulishuhudia kikosi cha simba ambacho kilicheza dhidi mm. ya berikani tarehe ishirini tano mm. pale zanzibar ndicho mm. hicho hicho ambacho kimeenda kucheza na singida black star mm. hakubadiliki hata mchezaji mmoja yeah. kwa haraka haraka, tu mwalimu alitaka kile ambacho alikiona kwenye mchezo wa fainali akilete, na akilete na mche. katika mchezo dhidi mm. ya singida. Ana, unakiona kikileta na leo kitakuwa tofauti mm. tofauti kabisa mm. Kwanza uh, nimekwambia tutarajia mabadiliko ya wachezaji kwenye kikosi mm. tunaanza na cha Simba mm. kwa sababu asilimia uh, kubwa zaidi ambao wamecheza katika kile kikosi cha kwanza mm. wamechoka mm na wamechoka hiyo kutumika sana mm. hayo ni maelezo mengine <laughs> lakini wamechoka mm. ndo wale ndowale, wale ambao walionekana dhidi ya yes, Berkane ndo wale wale ambao wanaonekana dhidi ya Singida mm. afu tunapiga siku mm. uh, ni chache sana toka tarehe 25 28 mpaka mm. tarehe 31 ambayo ni leo mm. Kwa ni siku chache sana ambazo ukiwatazama wale wachezaji mm. uh, ukitazama uh, body language mm. katika mchezo dhidi ya Singida hasa kipindi cha pili mm. Mimi natarajia mabadiliko ya wachezaji kwa asilimia kubwa mm, katika mchezo wa nusu fainali dhidi ya Singida. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili mm -hmm. Singida na wao watataka kubadilika. Mm. Eneo la kwanza ambalo mm naliona kwa Singida linaenda kubadilika mm, ni eneo la upishi mm -hmm. kwenda katika eneo la ushambuliaji. Mm -hmm. Jonas Sansoa kwa muda mwingi alikuwa anateseka peke yake mm. katika eneo la ushambuliaji. Mm. Alikosa huduma eh, ya kutosha mm. kutoka kwa viungo ambao mm. walipata nafasi katika hmm. siku ya mchezo hmm. kwa okay. eh, Kevin Nation hmm. uh, Moris chuku athabada hawakutoa Atha hmm. huduma ya kutosha hmm. kwa uh, mshambuliaji wao wa ambaye alianza ambaye jersansoa hmm. bado wakaingia ilivisurupia hmm. Unaona, kulikuwa na uhafifu wa huduma katika eneo la kiungo hmm. kwenda katika eneo la ushambuliaji kwa hiyo unashuhudia hmm mchezo um, ulikuwa mgumu kwa sababu mashambulizi ambayo alikuwa anafanya na Singida Black Star mm. hayakuwa na nguvu tofauti na Simba wakienda kushambulia. Kwa hiyo badiliko la Singida la kwanza ambalo nalitarajia na, na, na, na, na, kwenda kutokea mm. ni ile eneo la upishi mm. kwenda katika eneo la ushambuliaji. Dada yako Christina Mwagala uh, siku ile kikosi cha Singida kilivyotoka, akawa namtania Hussein Hassan, sasa akanamwambia naona, kama leo umepania kila siku ungekuwa serious hivi ungekuwa mbali kweyinsi ambavyo uliitazama Singida ilivyocheza dhidi ya Simba hmm. unadhani kwamba kuna nguvu ya ziada iliiweka, na kama Singida angekuwa kila siku anaishi hivyo labda ingekuwa mbali zaidi na walivyo hapa? <coughs> Uh, ni, ni kitu ambacho akiwezi kutokea katika michezo yote hmm. naweza nikatoa mfano Yanga akicheza na Tabora ni sawa sawa akicheza Azam Kwangu mimi nadhani anazichukulia michezo yote kama anatafuta ubingwa wa ligi mm, sasa anaweza kuwa kwa upande wa Yanga mm. kwa sababu malengo yake ni ligi inaweza mm. ikawa tofauti mm. kwayo kila mchezo lama ataweka mm. volume ya juu mm. ni hivyo hivyo kwa upande un. Kwa maoni yako mm. unadhani kuna namna Singida anampambania anampamp, Young Africans kwa kitu ambacho likiona kwenye mchezo dhidi ya Simba? Hapana, yani Singida mpembelea Yanga mm. kwamba Yanga kwa ubingwa Singida na furahi? Hakuna hivyo viashiria vyovyote. Hebu turejee mchezo wa kwanza mm. mm. wa Singida na Simba, mchezo mm. wa kwanza ambao wa ligi ambao ulifanyika uh, kule kule simliti si moja bila eh nakumbuka uh, Si mchezo ulikuwa ni hivi hivi ambavyo tumeshuhudia mm. uh, wa ligi mchezo wa pili. mm. Tena ule wa kwanza naona ndio ulikuwa mgumu zaidi kwa Simba kuliko hata huu okay, kwa sababu ule wa kwanza Singida kama waliingia vitani wajana mm. yani, mwamuzi uh, wa mchezo wa kwanza mm. wa Singida na Simba, mimi naweza nikasema alikuwa na mimi naweza nikasema Simba yani Singida alikuwa na bahati, mchezo umemalizika bila wao kupata kadi nyekundu mm kwa sababu matumizi ya nguvu yalikuwa makubwa kuliko kucheza mpira uwanjani. Mm. Kwa hiyo mimi Singida akikutana na Simba, Singida akikutana na Azam, akutana na Yanga, unaona mm. intensity yao inakuwa kubwa zaidi kwa sababu na wao wanaamini uh, wachezaji wao wana ubora mkubwa mm. kama ambavyo tunaona wachezaji wa Simba na Yanga na, na, na, na Azam. Kwa hiyo ubora pia na kupania mchezo mm. inapelekea Singida kuonyesha kwenye, wanahitaji mchezo zaidi kuliko uh, michezo mingine zaidi. Simba naenda finali ya? Simba anaenda finali kirekod kwa maana gani? mm. naitazama Simba wakikutana okay, na mm. Singida. Hii ni Singida mpya, ndo msimu wao wa kwanza mm. lakini mi najumuisha Singida zote ambazo mm. ambazo neno e, jina tu Singida mm. hawajawahi kumfunga Simba mm. ile yaani, ile jina tu Singida mm. iwe Singida United iwe Singida, 1480, yeah, Singida Black Star. EF achana ah, na EF yeah, jina tu Singida ile yeah. hawajawahi kumfunga Simba mm. toka miaka miwili iliyopita si walipopanda daraja kwa mara ya kwanza Singida United mpaka leo tunapozungumza, elfu mbili na ishirini na tano, kwa rekodi hizo mm. kwa jina hilo la Singida mm. alijawahi kumfunga Simba mm. lakini ukirudi nyuma mm. Simba na muda mrefu hajafika fainali kombe hilo la shirikisho. Mm. Seribia Federation. Msimu Msimu toka 2020 2021. Ndio msimu wake wa mwisho. Baada ya hapo ni Yanga tu back to back to back. Tu back. Mm. Yanga na alikutana na Coastal, Yanga alikutana na Azam mara mbili. Mm. Kwa hiyo unaona Simba na mchezo um, wa fainali umekuwa changamoto kwa upande wake. Mm. Lakini kwa sababu anakutana na Singida ambao ameshakutana zaidi ya mara nane, ile neno Singida, ile jina Singida. Basi kuna asilimia kubwa sana Simba, sim akaenda fainali na Singida, tukamshuhudia akiishia tu nusu fainali.